Baada ya Lidya kuambiwa kuwa ana mimba kwenye hospitali mbili alizokuwa amekwenda na Eva na yeye kutoamini vipimo hivyo na hivyo kumuomba Bavon ampeleke tena hospitali nyingine kesho yake ili akapime tena, kesho yake ilifika na Bavon alienda nyumbani kwa kina Lidya ili kumchukua na kumpeleka hospitali. Hello, sweetheart. Hello, honey.

Unhappy and worried. Nini kina kusumbua, sweetheart? Bado sijisikii vizuri sweetheart, ingawa leo afadali kidogo, sio kama jana. Yaani na jisikia tu kuchoka choka na tamani kila saa ni lale. Pole sana sweetheart. Ndio uko bwa huwa mama. Usijali nipo kwa ajili yako. Yaani leo hata kazini ni siendi ni shamba ruhusa mpoka magonjwa wangu upate nafuu. Asante sweetheart kwa kunijali. Halafu naona leo tumevaa nguo rangi sawa. Wote tumevaa nguo rangi tumevaa nyekundu. Una maanisha nini sweetheart? Sweetheart tu huja ha ha. Nimeshakuelewa. Hujajua tu. Haya twende, nitakuambia baadaye. Yani, Lidya hujui furaha niliyonayo kwa sasa. Yani hata kueleza nashindwa. Unajua usiku wote leo sijalala kwa furaha niliyokuwa nayo, yani siamini kabisa, hatimaye Lidya mrembo niliyekupenda miaka yote tangu ni kuwane chuo siku ya kwanza iti unaenda kuwa mama wa watoto wangu. Majibu ya mgonjwa tayari. Hongereni sana, vipimo vinaonyesha mkeo ni mjamzito wa miezi miwili. Iw, asante sana doktor. Je, na hii hali anayojisikia ya kusikia kichefuchefu mara kwa mara na wakati mwingine kutapika na kuwa mchovu kutwa nzima na kujisikia kulala kila wakati inasababishwa na nini? Hii ni hali ya kawaida kabisa kwa mama mjamzito, lakini namwandikia dawa ambazo kwa kiasi fulani zitamsaidia kupunguza hiyo hali au kuimaliza kabisa, hasa hiyo hali ya kusikia kichefuchefu na kutapika mara kwa mara. Asante sana doktor, tuna shukuru sana. Pia awe anakula mlo kamili yani, balanced diet na anze kuhudhuria clinic. Unasikia mama? Sawa daktari. Sweetheart, umeamini, umeamini sasa maana nimekuleta kwenye hospitali bora kabisa ili uondoe wasiwasi wote ulionao. Mum, kweli haya ni maajabu Bavon. Yaani mtu nilieka kwenye ndoa miaka nane na sikuwa hata na dalili labda ya kubeba mimba na mimba ikaharibika, nikaitwa majina yote, mgumba tasana kadhalika eti leo na mimi nina mimba yani, baada ya miezi saba tuna mimi nitaitwa mama kweli, hata siamini. Mungu ana maajabu yake. Asante Bavon wangu kwa zawadi hii uliyonipa. Hii ni zawadi kubwa sana kwenye maisha yangu. Yani, nimezidi kukupenda mara elfu hata wewe Lydia. Yani, umenipa zawadi kubwa sana kwenye maisha yangu kwa kunifanya na mimi niwe baba kwa mara ya kwanza kwenye hii dunia. Wewe si umesema utanipenda mara elfu? Sasa mimi nitakupenda mara trilioni Lydia. Thank you Bavon, kwa upendo unaonionyesha nitakupenda daima. I love you so much Bavon. Mapenzi kati ya Lidya na Bavon yamezidi kuwa motomoto. Usikose kuendelea kufuatilia simulizi hii ya machozi ya Lydia.